Kumbuka ku update kifaa chako cha mawasiliano. Ulinde na udukusi, usifungue link usizozijua. Tuyadhibiti matumizi mamlaka ya mawasiliano tanzania tcra inasema ni rahisi sana kuwa salama mtandaoni jilinde dhidi ya udukuzi kwa kutofungua linki usizozijua dhibiti matumizi ya mtandao yasiyofaa kwa watoto ni rahisi sana kumtambua tapeli kama haja kupigia na nambari 1 jua ni tapeli ni rahisi sana kuripoti utapeli kutuma namba ya tapeli kwenda 15040 ni rahisi sana kuhakiki laini zako za ukubofya nyota mia moja na sita alama ya reli.